Unaweza ukamwona anatumia lugha ya kwamba yeye anatetea watu lakini shabaha yake kuu ni kutafuta utukufu wake mwenyewe. Lakini kanisa la Mungu ina shabaha moja na njema, kwamba kumletea Mungu heshima na utukufu na kwa sababu

waunganisha na Mungu re God, na waoeliwe pia. Na ndiyo maana tunahitaji umubili mpatanisho katika mazingira ya mitafaruku mbali mbalimbali. Lakini jambo la tatu pia ni kusimamia utetezi wa haki. Unajua, haki inaposimama amani inapatikana, imeandikwa katika Isaya thelathini na mbili Isaya thelathini na mbili na mstari ule wa kumi na saba imeandikwa uh, na kazi ya haki itakuwa amani na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima.

o inakuwa ni chanzo cha utulivu na matumaini. Wakati mwingine amani inapotea kwa kukosekana haki. Kwa sababu hiyo, basi sisi kama kanisa la Mungu lazima tuendelee kuhubiri haki pia katika jamii zetu na katika kuwashauri na kuwa elekeza watawala mbalimbali ili watende haki na mazao And ya haki yawe ni amani na utulivu. Lakini jambo la mwisho ambayo kanisa tunapaswa kufanya kama jukumu letu katika kuchangia kuleta amani ni suala la kusisitiza na kuhubiri ustahimilivu kwa hiyo ustahamilivu ni jambo ambao linawaleta watu pamoja, wenye mawazo tofauti tofauti wanaweza kushindana kwa hoja lakini wasiumizana, na mwisho wa siku wafikie kukubaliana. Petro analiandikia kanisa ambalo lilikuwa linapita katika dhiki na mateso katika waraka wa kwanza. Uh, anawaeleza ana habari ya eh, kuvumilia katika dhiki na shida, lakini pia kubaki, anasema "Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye kwa habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa heshima."